Mtazamaji, tumefikia kipindi cha lala salama. Nataka wageni wangu niwape kila mmoja dakika mbili, tukuhitimisha mazungumzo yetu ya leo. Najua ni mengi tunataka tuzungumze, eh, tutafanya tena kikao kama hichi siku nyingine. Hiyo ni ahadi tunatoa pamoja na mwelekezi wangu na msaidizi wangu, Karo, amekaa pembeni tu akinihesabia dakika. Lakini pengine nianze, eh, mheshimiwa Rahab, kwako wewe eh, tumezungumza mengi, lakini lazima tuweke masuala ya kisiasa pia mbele kwa sababu mwaka 2027 saba, lazima Watu wajiulize maswali. Sauti ya kina mama itakuwa ni ipi? Je, yeah, kunaye yule wanapania kumuunga mkono e, kushikilia hatamu katika uongozi kiti cha urais, ama nafasi hiyo bado inasalia kuwa ya wanaume? Kwa sasa hivi tuna sauti ya broad based government inayomhusisha kiongozi wa taifa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga wa chama cha ODM. Upande wa upinzani, kuna kundi linaloongozwa na mashabiki kama vile naibu eh, rais Rigathi Gachagua eh, na wengine wengi waliokuwa serikalini na wengine waliokuwa upinzani. Kuna upande mwingine tunasikia sauti ya vijana jenzii najua wako Nyeri, wako wengi, lakini sauti ya kinamama mpaka sasa hivi haijaweza kusikika. Kwa nini? Eh, asanti sana eh, ni Nimrod. Sauti ya kinamama inasikika kwa sababu tunaona madhakarua hapo mbele, lakini eh, vile mi ningetaka kukuambia kama mama kaunti wa Nyeri na mama mwenye alipigania hii serikali ya William Samuel Ruto, Kenya kwanza na. Tumesema kwanza, tufanyie wananchi kazi. Unajua tumekuwa na challenges mingi sana, kwa hivyo tumeamua washa, tufanyie wananchi kazi alafu siasa zitakuja baadaye, kwa sababu kuna mambo mingi sana tuliahidi wa Kenya na hiyo mambo bado haijafanyika. Kwa hivyo vile sisi tumeamua kama Kenya kwanza, kazi kwanza, siasa hii maneno yote ya siasa ya hizo maungano zenye zinaendelea ukiangalia na, watu wengi wenye wako na hiyo nini hawana responsibility na, na ndio unaona wako na hiyo wakati wa kupiga sa, siasa zaidi. Wakenya wataamua, Wakenya wanaelewa na. Na Nyeri nimewaambia waangalie na wasikize na. 2027 ikifika wakati wa siasa itafika juu kuna wakati wa kila wa kila kitu. Kitu, hivyo, wa kila kitu kwa hivyo wakati wa siasa ikifika, sisi wamama ndio tutakuwa mstari mbele uh -huh. Na umekuwa ukiona wamama wa Kenya kwanza women reps wakisunguka, wakienda wakifanya maendeleo uh -huh. Kwa hivyo yes, acha tufanyie wa, wananchi eh, kazi kwanza, na broad based iko sawa, tuendelee yeah. Eh, mheshimiwa Kasimbi mtakuwa ni wenye kutaka wasichana wajitokeze zaidi katika mchakato. Tuliweza kuona wakati waking'ang'ania ama wakifanya maandamano wakati wa uh, mswada wa fedha mwaka uliopita. Unahisi msukumo kama ule utakuwepo katika maswala ya kisiasa, sio tu kupinga vitu ambavyo serikali inafanya, bali kuweka michakato yao na maswala yao mbele? Uh, wacha niseme tumeona hasa, hasa Gen Z wote vijana na wasichana wamejitokeza, na hiyo pia ni mzuri sana, kwa sababu tukiona hiyo sauti yao, lazima viongozi wale wanataka kuania hizi viti waajibike. Sasa tumekuja kuwa... iko open, kana kwamba hakuna mtu atakuwa akilala kwa kazi yake, ama mambo ya corruption na bad governance inaendelea na ni kunyamazwa tu. Na ndio nasema pia kama kuna wasichana wanajihisi, ndio ninaweza na niko na huo wito ndani yangu, naweza kuwa kiongozi, wajitokeze, waanze polepole na waanze na kufanya mambo katika community kwa sababu wezi sema mimi nataka na hata ujihusishi na community ama, uh, vikundi, uonekane uonekana u... uanze kujulikana wengine yeah. Ni kama wanataka kuchukua kama utani, i just want because unasikia mabadiliko inakuja, nataka tuna lazima sasa tupate good governance. Asante, ushauri mzuri sana mheshimiwa. Mm. Eh, Gertrude wewe ni eh, ODM sugu sana eh, ODM lakini kwa sasa hivi inazua tumbo joto ndani ya Broadbest. <coughs> Broadbest itadumu haitadumu? <laughs> najua swali la kizushi. Yeah, asante. <laughs> eh, mimi ni mwakilishi tangu 2013 no. nikiwa ndani ya chama cha ODM. Yeah, no, yeah. No. Mimi ndio toto la baba no. Raila Amolo Odinga no. Pale kilifua najua hivyo. Na, na hatujatingishwa sisi na Broadbest. La muhimu ni kuwa Broadbest ililetwa kuleta amani. Mchakato, mm -hmm. ule ulikuwa umekuja na vijana mwaka jana kuleta pamoja ndio ilikuwa imeleta hii broad base, lakini la muhimu ni kufanyia kazi watu wetu. Broad base ikiwa broad base hawezi kukupa kazi ya uongozi, ni wewe ufanye kazi uonekane. Kuna wasichana wanataka viti, na mimi nilianza pale chini kabisa, ward representative wa Kibarani, nikapanda women rep, nimerudi women rep, natataka kitu kingine kikubwa baadaye, lakini ni kwa ngazi polepole pole. Kinaambia msichana sasa, hizi anaandika kwa WhatsApp anataka Women Rep, Kilifi County. Anaenda kwa radio station anataka uh, Women Rep, Kilifi County. Sina shida na hao wasichana, lakini ajue scope ya kazi ya Women Rep. Alafu na eneo lile anahitajika kutembea kujulikana hawe. Kilifi County kubwa bana. Kutoka Balaga hawe wanje huko Ganze Ganze. Chakama, Marereni, the other side. Huko karibu na Tsavo ni eneo kubwa watuambie mikakati gani wakiwa wasichana msichana miaka ishirini 25 hapo tano hapo 30. ameji, amejiwezesha vipi ataweza kutembea vipi kaunti nzima aweze kuuza, aweze kuuza sera zake vipi? Anao uwezo, au aje kwangu mimi kama mama lao, mama ji anaambia sasa, mimi nataka kwenda hichi kiti. Kama nitakuwa nimetangaza siende hichi kiti <laughs> msichana wa Kilifi nifate, niweze kutembea naye nimuonyeshe maeneo wodi 35 ajue ajulikane, alafu aeleze watu wajue, kuna itikadi pia. Msichana mdogo kuingia kwa wodi rahisi, zile nomination rahisi, lakini si kule kwetu. Utaenda pale wazee wakuambia, aya msichana mdogo hivi kwetu kule, atatuambia nini? Msichana mdogo hivi hajaolewa, hauja nini, ataambia wazazi wengine vipi? Atasaidia watoto wengine vipi? kwa so, hivyo la muhimu waanze pole polepole, step ndogo ndogo vile nilivyoanza mimi no.

Mama lao, mama jii, <laughs> yuko, mama bayu, yuko, yuko kumenta wasichana <laughs> wengine lakini pale chini Asante. Ngazi wakipanda polepole Asante. Mheshimiwa Gladwell e, najua sio mwisho wako e, baadaya hata kama hukushinda tena uchaguzi katika kiti cha mwakilishi wa kike Baringo bado una matamanio mengine, lakini hususan kwa kina mama, uongozi unatarajia uwe namna gani ama ushindani mwaka 2027? Uh, mwanzo um, <clears throat> kuna jambo ulikuwa umesema wamama wamenyamaza kisiasa yeah. Na sasa sema hapa, akina mama ni silent majority, na kwa siasa ukiona wanawake wamenyamaza um, kuna jambo. Wanatupangia, yes. <laughs> Kwa sababu hata ukienda campaign in Imroad, ukuta, ukute akina mama wanaanza kuenda rivers na waongei, awashangilii awaonyeshi tabasamu, hapo ni dangerous, so the women ni force kwa, kwa siasa na wakiamua njia hii hiihakuna kwa hivyo ao majority yep. Na lazima tuwafikirie. Mimi safari yangu ya siasa si mwisho uh -huh. Hiyo ninashukuru na, watu wangu wabaringo wengi wamenikujia, wamenitembelea wakisema tafadhali rudi. Uh, pia mimi nimewapatia nafasi wafikirie wanataka nirudi nafasi gani. Uh, nafasi ziko mingi yeah. Menrep, uh, iko tunaweza rudi pale tunaweza enda seneti, tunaweza enda kabana. So nafasi iko mingi na niko tayari kusavu watu wangu, asante na ninashukuru maanake wanakumbuka mengi ambayo tuliyafanya pamoja. Shukrani, shukrani sana Mheshimiwa Masitu. yes. Sauti yes. ya mwanamke Pwani kuhusiana na masuala ya kisiasa mm-hmm. Je, itakuwa ni wazee kuamua kina nani watakaosimama ama mko tayari e, kujisimamisha wenyewe? kujisimamisha wenyewe Uh, basi asante sana Nimrod. Uh, kwa kusema ukweli sasa hivi kwanza ule msisimko kwa ambao uko pale pwani wanawake wengi wamejitokeza katika viti tofauti tofauti. Na mimi nataka tu kuwatilia mkazo au kuwasisitiza. Viti ni vingi. Wanawake tusije sote tukagombania kiti cha women representative. Mm, kwa sababu nimeona sehemu nyingi uh, kuna nafasi ya MCA, kuna nafasi ya senator, kuna nafasi ya gavana, kuna nafasi ya hizo constituency moja moja, lakini wanawake wengi wanaenda kujilipikiza katika nafasi ya women representative vile vile. Ujue women representative si constituency moja wala si ward moja, kama wenzangu walivyozungumza, lazima uwe utakuwa na rasilimali hata mbali na ile pesa ya kusema ati wananchi wanapiga laini wanataka kutembea kwako kwa peke yake. Eh, itahitajika pengine uwe na magari si chini ya magari mawili matatu, na magari yatataka mafuta eh? utatembea na wenzako Eh? ukifika kule nyanjani, wenzako pia watataka kutari, breakfast eh? Sisi tunatoka kama kwangu Kwale county na constituency nne nikiamka siku ya kwenda kwa kampeni Saa kumi na mbili na nusu lazima niwe nimekick off safari yangu, kwa hivyo nitashinda na hao wenzangu kwa nyanjani kote na wananchi pia ni walewale. Haya hmm, yote tunayafanya tukiwa katika viti na tukiwa nje ya viti, lakini ikifika wakati wa siasa na kampeni watu watageuka na watakuwa kila mtu anaangalia tu umeniletea nini mkononi. Kwa hivyo mimi napenda ku, kuwapatia mwito wanawake no. Tuingie viti tofauti tofauti, mahali kama Kwale kaunti MCA wa kuchaguliwa na kura ni mmoja tu, na hakuna mwanamke sasa hivi anataka kiti cha MCA. Sasa mimi nashangaa eh? wabunge wanne wote wa constituency pale Kwale ni wanaume na sijasikia hata mwanamke mmoja amejitolea kuwa anataka kwenda no. kwa single constituency. Mimi na wapatia tu eh, mwito wangu zaidi waniwache nip, nipige kipindi cha pili no. na wao nishike mkono mwanamke mwingine na ni mgroom, itakuwa ni kazi rahisi As niweze kumtembesha ndani ya kaunti ikifika 2032 achukue kiti asante, mheshimiwa. Yes, swala zuri manake kaunti ya Nakuru peke yake nafikiri kwa sasa hivi najigamba kuwa na wabunge wengi wa kike gavana, mm -hmm. na seneta kama sikukosea, na na nafikiri be... eh, mbunge ni mmoja tu wa kiume eh, unatarajia nini? Eh, eh. Ningelipenda ni sana wamama wa wote miaka yote ili <coughs> after wamefika 8 years wasimame, wasiogope. Watasema wanarukaruka, lakini kurukaruka kwa maragwe kwenye sufuria ndio kuiva. Waanze pale bila kuogopa kuitwa majina mabaya mabaya. Yeah, yeah. Na women reps ambao wamesimama two times, three times, wasirudi pale kiti cha women rep ni cha affirmative. Affirmative inamaanisha uwe empowered. Mahali unapata mlemavu, utapata mama, utapata you. So ukishakuwa empowered enda kwa viti ambavyo viko male dominated because it was after kuleta Usawa. Na, na unaweza kushindana nao kisawa. Asante sana mheshimiwa Catherine Omanyo, mheshimiwa Masito kutoka kaunti ya Kwale, mheshimiwa Gladwell kutoka kaunti ya Baringo, mheshimiwa Gertrude Mbeyu kutoka Kilifi, mheshimiwa Kasimbi kutoka kaunti ya Machakos na mheshimiwa Rahab kutoka kaunti ya Nyeri. Asanteni sana. Mmefanya kazi nzuri kutuelimisha, kutufahamisha mengi. Naahidi kwamba tutafanya kazi hii, tuzungumzie masuala mengine mengi zaidi hata kuhusiana na usalama wa wasichana wa kike katika masuala ya kudhulumiwa kimapenzi na kadhalika. Ni visa mengi ambavyo vimekithiri vinaofisha. Tutafanya tena mkutano kama huu. Asante pia kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, mchana mwema.